Tumsifu Yesu Kristo, ninao furaha kubwa sana kuwakaribisha kuweza kusikiliza maneno mazuri kutoka kwa mgeni wangu ambaye leo nimekutana naye. Basi nimkaribishe aweze kujitambulisha. Karibu sana ndugu yetu na mpendwa wetu, uweze kujitambulisha ili wapenzi watazamaji waweze kufahamu na kukumbua. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Bernard Buhongo, ni mwalimu wa muziki ambaye nimeanza muziki kuanzia mwaka 1993 na saba nimeanza kujifunza muziki kuanzia mwaka huo, mwalimu wangu akiwa ni mwalimu Philip Kivangi pamoja na Padri Gasper Balikumtwe. Hao ndio wamenifundisha muziki na kuanza kujua vizuri na kusoma na kuanza kujifunza kutunga nyimbo, mpaka nimeanza kutunga wimbo wa kwanza kabisa nikaanza kutunga mvua inarutubisha vitu vyote. Oh wow, kumbe wewe ndio mwalimu Buhongo? Mimi ndio Buhongo. Na ule wimbo wa mvua inarutubisha vitu vyote ni wa kwako? Ule wimbo ni wa kwangu. Hebu tupe vionjo kidogo katika wimbo. Okay. mvua inarutubisha vitu vitu vyote <coughs> inarutubisha vitu vyote <coughs> vyote vitu vyote vyote. Vitu mvua inarutubisha vitu vyote. Asante ah, wow, sana. Okay, sana, sana, wimbo mzuri. Hebu tuambie, hmm, kwa nini uliamua kuutunga huo wimbo wa mvua inarutubisha vitu vyote? Wimbo niliutunga hmm, nilikuwa niko sehemu kuna mashindano hmm, basi wakaanza kuniuliza maswali walimu wangu, walimu wangu ambao ni walimu wa muziki, wakaanza kuniuliza maswali, mwalimu, unaweza kabisa ukatunga, na chukua tukitembea njiani basi wakaniambia hivi, kama kweli unajiamini kama ni wewe mwalimu kweli tena mkongo mzuri, hebu jaribu kutunga wimbo hapa njiani tukiwa tunatembea. Nikasema ipo siku nitawatunga na nyie. Wakasema basi jaribu kutunga. Basi nikawaambia nipeni basi kalamu na daftari. Tukawa basi tumesimama njiani. ilikuwa ni njia gani hiyo? Hayo ilikuwa ni njia moja kule kwetu jijini hey, kule kwetu sehemu panaitwa Kangwena, hapo ndio kule kwetu tunakozalika. Njiani njiani natunga nikiwa ninatembea. Nilipomaliza nikawaambia, sasa ili muamini kama ni mzuri, twendeni sasa, nikawafundisha kanisani mm, nikaondoka kanisani, nikawafundisha. Nilipomaliza kuwafundisha wakasema kweli mwalimu unaweza, na mimi sikukata tamaa tena, nikautoa nikaupeleka, nika, nika, nika nika, nika redio kahoze Kongo ndio nikautuma nika kule Dio. basi mwingine nikatuma redio Joy, mwingine redio Maria, mwingine nikatuma Vatican. mazo hapopote, huu wimbo unaotumia sana mara kwa mara See, e. Hongera sana, tuambie wimbo mwingine ambao umevutia wasikilizaji na waimbaji wengi, wimbo mwingine ambao umetunga wewe kwa mkono wako, na li uh -huh, wimbo gani jamani, jamani, jamani wa Kristo, jamani tuelezeni dawa Dawa dawa dawa dawa dawa dawa dawa ya shetani ni ni eh Kristo. Jamani jamani jamani jamani tuelezeni dawa dawa dawa dawa dawa ya shetani ni ni eh Kristo. Biblia takatifu ndio dawa ya ya shetani. Hongera sana mwalimu <laughs> Jamani, wapenzi watazamaji, maua yake basi sa, sana inapendeza sana, ni wimbo mzuri kwa kweli. Uh, wimbo wa pili ambao tumeusikia ni jamani jamani tuelezeni, na uwe hebu huu wimbo umeutunga katika mazingira gani? Ulikuwa wapi na kwa nini uliamua kutunga huu wimbo kwamba dawa ya shetani ni Biblia? Okay, wimbo huo niliutunga nikiwa na tafakari, kwa kwamba ili tumfute shetani ni kutumia Biblia takatifu hmm. na niliutunga nikiwa niko ziwani, ziwa moja ambao wanasema hapo nani hii nani, apo Kibirizi nilikuwa niko ziwani nimekwenda kuoga ziwa Tanganyika. Nenda kuoga ziwa Tanganyika, kuoga sasa. Uba uzuri nilikwenda na kalamu na daftari nikaanza kutafakari ya kina sasa, ndo nikafyatua dawa eh, ya shetani. Namshukuru Mungu sana kwa jawabu hio. Hongera sana basi mwalimu Buhongo, ungependa kuwambia nini walimu chipukizi wanaoanza kujifunza mziki wa nota kujifunza nota. Najua kwanza kwanza swali wewe ni mtaalamu wa kupiga kinanda? Mimi hapana sijabahatika kupiga kinanda, labda huwa na gusi gusi kama vile kuimbaimba. Wa, wa kwa walimu ambao wanajua jua wana kidogo kidogo sana we, wewe ni mtaalamu sana sana wanota, wa nota wa muziki, kutunga nyimbo kutumia nota, nota ungependa kuambia nini wale ambao ni wachikizi katika wa muziki? Ah, mimi napenda kuambia walimu hawa wadogo wa kwamba waendelee kumomba Mungu sana, najikite wawe na wivu kwamba, kama hauwezi kuwa na wivu huwezi kujua kitu. Lazima uwe na wivu na hamu ya kile kitu mm. Ukiwa na wivu na kile kitu, basi na hamu ile, utafahamu kukijua sana. Basi niwaambie walimu wenzangu wadogo kwamba wawe na hamu kwamba muziki ni mtamu mziki wa mziki ni mtamu sana e, ukijua kutunga basi mziki ni mtamu sana ambapo nitafakari nyingine kubwa sana Amina. E, unaweza kabisa ukanenepa kwa sababu ya mziki amina sana. Sasa je, ungependa kuambia tena nini wale walimu ambao wako katika levo yako, yani viwango vinavyolingana nao e, na ambao unawafahamu majina yao, ambao kwa kweli kwa kiwango chako wewe ni kiwango kikubwa sana katika bali ya utunzi wa mziki? Labda unafanana kina nani na nani, na ungependa kuambia nini? Ah, mimi kwa, kwa, kwa kufahamu mimi muziki yeah. Basi mimi nataka kuambia walimu wale wenzangu wakubwa yeah. ambao tunalingana wa nao na hii lenki yeah. Basi waendelee kujikita kuwafundisha na watu wengine, wasiwe na, na, na, na, na wivu wa kutofundisha. Maana walimu wengi Tanzania hawapendi sana kuwafundisha wengine, wanatamani kuwa wao kama wao wenyewe wafahamu elimu wao kama wao lakini, yeah. tabia hiyo sio njema, lazima na wewe kipaji kile ukitoa kwa watu wengine wakifahamu, tena uwafundishe kwa kujitoa mwenyewe mm, mm. E, mimi niwaambie tu walimu wenzangu basi wawafundishe watu wengine, waache waache tabaya wivuwivu, kwamba wivu, nikimfundisha anaweza akafahamu sana. Kuna wengine walimu wa tulionao hapa Tanzania, ukimwambia nifundishe, anaweza kwambia mpaka nipe laki nne mpaka nipe milioni sasa huyo mtu anakuja, unakwenda kumwambia akupe milioni. Hata uwezo wa kununua masembe elfu moja hana, hayo milioni moja anaitoa wapi? Kwa hiyo ni tafakari sana ambayo walimu wangu wanatakiwa wawe kwamba wawe makini, wawafundishe, tuwe na watu na walimu wengi wazuri hapa kwetu Tanzania. Asante, asante sana. Tumsifu Yesu Kristo.